Uh, majina yangu naitwa Peter Makang'a ni mtaalamu mshauri wa Baraza la nafaka la serikali ya Marekani Tanzania, uh, kwa lugha ya kigeni US Grains and Bioproduct uh, Council. Uh, naomba nichukue nafasi uh, kuwakaribisha nyote kwenye maonyesho ya ndege wafugwao yanayotarajiwa kufanyika katika viwanja vya Mlimani City kati ya tarehe kumi na kumi na moja ya mwezi wa kumi. Sisi kama Baraza la nafaka la serikali ya Marekani US Grains and Bioproduct Council tunajivunia kuwa wadau washiriki wa karibu kabisa wa wafugaji wa ndege wa Tanzania, kwa mahasa wafugaji wa, wa kuku. Tumekuwa tukishiriki nao bega kwa bega kwa zaidi ya miaka 11, lakini kipekee tunayofuraha kwamba sisi ni miongoni mwa waasisi wa, wa Tanzania Poultry Show ambayo ilianzishwa pale mwaka 2015 na tulikuwa wafadhili wakubwa wa kuweza kuhakikisha kwamba tukio hili linakuwa ni tukio lililofanikiwa na pia tukio endelevu. Leo hii tunao furaha kwamba Tanzania Poultry Show ina uwezo wa kujiendesha yenyewe na inafanya vizuri. Tunaona tunapata wageni kutoka nchi mbalimbali wakija katika maonyesho haya ya kimataifa. Madhumuni yetu ni uh, kuwasaidia wafugaji wa Tanzania kuweza kupata bidhaa za bei nafuu na zenye ubora kama DBGS mtama mahindi kwa ajili ya kuzalisha vyakula vyao vya mifugo hapa Tanzania. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wadau wote ambao wataupa umuhimu si wataipa umuhimu siku hiyo na kuweza kufika katika maonyesho ambayo yameandaliwa, ya, ya kimataifa pale Mlimani City. Asanteni na niwakaribisha sana.